Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa shariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa shariika lak. Mimi naitwa Farhiya Shawar Zam na kamwanakwerekwe, leo niko hapa ya poti kwa ajili ya kwenda Maka kutekeleza nguzo ya tano ya Kiislamu ibada ya Hijja niko kwenye kikundi cha Al Jazeera. Wito wangu kwamba watu wazidi kushajiishwa ili wapate kwenda kufanya ibada ya hija. Waislamu wote wanatakiwa waende wakahiji, waka, waka kwa kila mwenye uwezo. Tungeomba vijana mapema waende Maka kuliko kusubiri wakawa washakuwa watu wazima, inakuwa tena shida kufanya vile vitendo vya ibada ya hija. Kwa hiyo tunaomba Wazanzibari wote wa Waislamu wote walioko Zanzibar, tunaomba watuombee watu dua ili tuende safari yetu kwa salama, na tukatekeleze ibada kwa salama na turudi salama. sha kwa jina naitwa Makame Jakwari, ni mzaliwa wa Matema, shehia Matema kusini. Ha, hii ni safari yangu ya mwanzo kuelekea katika hija. Naomba Mwenyezi Mungu anifikishe salama na anirejeshe salama pia. Nikifika huko, Mwenyezi Mungu aniwezeshe nifanye ibada yangu kama nilivyokusudia na nikirejesha nikirejea niendeleza ni kufanya ibada pia, nitaombea dua wale vijana ambao wote walioniambia naombe dua pia. Mwenyezi Mungu atujaalie nchi yetu inaingia katika uchaguzi, Mwenyezi Mungu ajaalie uwe wa huru na uwe wa salama. Uh, mpaka sasa hivi tuko katika eneo la yapote tukielekea uh, dubai kwenda madina uh, hali alhamdulillahi Yaputi, mashaallah, tumepokelewa vizuri mpaka sasa, hakuna tatizo wala dosari lilotokezea. Inshaallah Allah, tunakuombeni Waislamu, tunakubakisheni mtombee dua, tuende salama turudi salama, wa mbaki salama. Mbaki na nasi inshaallah, tutakuombeni dua, mbakie salama na amani hiihii tunaiacha labbaik allahumma labbaik